Ngemba kubwa klabu ya soka ya Simba huenda ikalipishwa faini ya shilingi zaidi ya milioni 391.8 kutokana na uvunjifu wa viti vya uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam kunakotajwa kusababishwa na mashabiki wa klabu hiyo wakati timu hiyo ilipokutana na watani wao wa jadi wa Yanga eh, jana. Saidi Makala ametuandalia taarifa zaidi. Taarifa rasmi zinaeleza kwamba jumla ya viti 1781 vimeharibiwa huku kila kiti kimoja kikiwa na thamani ya shilingi laki mbili na ishirini elfu na kulifanyika mchezo mkali kabisa wa watani wa jadi Simba na Yanga katika dimba hili la uwanja wa Taifa, uwanja wa wa kisasa kabisa, lakini athari zilizotokea hiyo jana ni kung'olewa kwa viti inaosadikiwa ni mashabiki wa Simba. Sasa ninaye mwandishi mkongwe wa michezo Evans Muhando, ninazungumza naye hivi sasa kujua kilichofanyika jana Anakionaje Evans Mhando, jana ulikwepo uwanjani na hali umeiona hapa uwanjani, pengine nini maoni yako na ulichokiona hiki katika hali ya kimchezo inaleta picha gani? Inasikitisha sana kwa sababu kumbuka, serikali imetumia pesa nyingi sana kujenga uwanja ambao ungeweza kwenda labda kwenye elimu, kwenye vitu vingine vingekuwa na faida kubwa sana, lakini wakaamua wajenge uwanja huu. Kumbuka Tanzania kuna lalamika, wana uwanja mkubwa, wana uwanja mzuri umejengwa, lakini watu wachache ambao wameweza kusema kwamba hawa ni wahuni katika, katika soka hatustahili kuwaona kabisa katika kandanda mm. Yani ukiacha hatua kali ambazo klabu yake husika itachukuliwa si ndio, labda na shirikisho la soka au na serikali mm -hmm. Lakini kungekuwa na uwezekanika mashabiki wao kipatikanika wafungiwe nao kuto kuingia uwanjani, kuja kuangalia mechi, kwa sababu kitu kinasikitisha, hakitakiwi kuwepo kabisa kwa dunia ya sasa tena yani, ingia akilini. Umeelewa, mechi kama ya jana ambayo ilikuwa inatazama karibu dunia nzima, kumbuka ile kuonesha kwenye runinga, sio mm -hmm. Alafu mtu anakuona unafanya kitu kama hiki. Yani jina gani tutakuita? Ni muhuni kwenye mpira. Muhando huyu ni Evans, si Muhando naenda kuzungumza na Yusufu Mkule, ni mmoja ya uh, wachambuzi wa soka ambaye yupo nchini Tanzania. Hali hii unaiona kama mchambuzi wa michezo unaizungumziaje? Ah, uh, uh, binafsi naweza nikasema kwamba hiki ni kitendo cha aibu sana na cha fedheha sana ambacho kimefanywa na mashabiki wa Simba uh, baada ya kufungwa goli tu. Nafikiri uh, mashabiki wa Simba wangetafuta njia mbadala ya kuwasilisha hisia zao kutokubaliana na maamuzi na si kungoa viti hivi ambavyo ama kwa hakika tunafahamu kwamba ni uwanja ambao umejengwa kwa gharama kubwa sana na tunajua kwamba serikali yetu e, i, i, imekuwa makini sana kuhakikisha kwamba wana michezo wanapata facilities nzuri e, hususan wa timu ya taifa ni uwanja ambao kati ya viwanja bora barani Afrika lakini kitendo hiki ambacho kimefanywa na mashabiki wa Simba e, kwangu nadhani kwamba serikali kupitia wizara ya michezo wana kila sababu ya kutoa adhabu kali kali kabisa tofauti na wengi wa, wengi wanatarajia baada e, baada ya ya ya Tambwe alivofunga lile goli goli wakaona kwamba halikuwa goli sahihi e, lakini e, wakaamua kuvunja kuvunja viti. Kitu kingine kwa e, nini nini wakaja wakarudi tena kuvunja kiti kufunga, ina maana Simba jana wangekuwa na uwezo wa kufunga magoli matano e, katika mechi ya jana a, a, hapa tusingeona kitu, kisingeonekana kiti hata kimoja kwa, kwa, kwa, tafsiri hiyo na a, mbali na mbali serikali kutoa kutoa adhabu kali, nafikiri TFF pia wanastahili kutoa tamko kwa uharibifu huu ambao umefanyika, na adhabu ambayo mimi ningependekeza e, pengine ni ya kufungiwa kabisa, e, Simba wanapoingia katika uwanja huu, mashabiki wao iwe ni marufuku kuingia hapa. Viongozi wa Simba pia watoe tamko, wameridhishwa na hi. Asante sana huyo uh, ni Yusufu Mkule, mchambuzi wa uh, soka. Hebu tumsikilize naye waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Nape Nnauye ambaye ametembelea uwanja huo hapo kujionea uharibifu huo katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, ambapo ametoa masikitiko yake na kufikia hatua ya kutoa tamko kali. Hili ni tamko lake. Bahati mbaya sana kwamba mechi ya jana ilikuwa nzuri, lakini ikaharibiwa sana na watu ambao sio wastaarabu walioamua kuvuruga miundombinu ya uwanja wetu wa Taifa. Mtakumbuka, hii si mara ya kwanza habari ya mageti kuvunjwa, kwamba mashabiki wanakuja wanavunja mageti na mashabiki wanakuja wanang'oa viti. Na watu wetu walifanya kampeni ya kutosha kuwatahadharisha watu kwamba mkija uwanjani, msije na matokeo yenu kwenye vichwa vyenu, njooni msubiri matokeo uwanjani. Sasa imetokea bahati mbaya sana. Nyie mlishuhudia hapa kwamba, uh, Simba walipofungwa wakang'oa viti, walipofunga pia wakangoa viti sasa. Unajiuliza, ukishangoa hivi viti kesho utakuja ukalie viti gani? Na sasa mi nadhani jambo hili linaendelea sana, kwa sababu adhabu ambayo tumekuwa tukiitoa, tumekuwa tukiitoa kwa vilabu. Kwa hiyo uh, mashabiki hawaoni kama wana wajibu wa kuhakikisha wanatunza mali hizi. Wanang'oa alafu wana, wanajua vilabu vitalipa. Vita ni kweli, uharibifu uliofanyika, vilabu vitalipa na tutakamata mgao wao, hatutaugawa mpaka wamelipa gharama iliyosababishwa na, na, na, na uharibifu wa mashabiki wao. Lakini tunadhani tuchukue hatua kubwa zaidi ya hapo. Kuanzia sasa, uwanja huu hautatumika kwa Yanga na Simba mpaka tutakapoamua vinginevyo hapo baadaye. Hawatatumia uwanja huu, watafute viwanja vingine, kwa sababu hapa kuna pesa za walipa kodi.